Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa upande wa ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi na mifumo ya anga inaonyesha kuendelea kuimarika kwa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, hususani maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Kufuatia hali hiyo, mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa, hususani katika maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Hali kadhalika katika maeneo ya Lindi na Mtwara yanayopatikana katika pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Hivyo, wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara yanatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua inayoambatana na ngurumo za radi, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo yote ya ukanda wa ziwa Victoria, halikadhalika baadhi ya maeneo yanayopatikana nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Morogoro, pamoja na mikoa inayopatikana katika pwani ya kusini ya bahari ya Hindi katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Maeneo haya yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua inayoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu mikoa ya Dodoma pamoja na Singida, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi isipokuwa katika mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania hatuna la ziada, hadi wakati mwingine, nikutakie